Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mtazamaji wa Kishki TV. Ni siku nyingine tena mwendelezo wa challenge ndani ya kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha Street Daawah, kipindi ambacho katika msimu huu mpya kimekuja kivingine kabisa, na leo Street Daawah imeibukia hapa katika soko hili la samaki la Bagamoyo, miongoni mwa masoko maarufu sana na mashuhuri hapa katika mkoa huu wa Pwani, lakini hata wakazi wa Dar es Salaam hupendelea kuja hapa kwa ajili ya shughuli mbalimbali, eh, hasatan kufata eh, samaki ambao wanapatikana kwa wingi sana nasi tumekuja hapa si kwa sababu ya samaki tu, lakini pia tumekuja kuwa challenge wale waislamu ambao nitabahatika kukutana nao. Na leo swali langu linasema hivi: kwa siku moja yenye masaa 24 mwislamu anatakiwa aswali rakaa ngapi za swala ya faradhi? Kwa maana kuna rakaa ngapi kwa siku katika swala za faradhi? Nyuma ya kamera ni Omi the way Omari Salum Mnyanga, mimi ni mwana wa Maalim Mashi, nifuate Mi nakuuliza swali ndugu yangu, bwana okay. Ukipata nakupa zawadi sawa. Bila shaka wewe una swali. Ndio. Naomba niambie kwa siku mwislamu anatakiwa swali rakaa ngapi za swala si ya faradhi e, yaani kuna rakaa ngapi kwa siku moja, raka ngapi e, kwa siku moja katika swala ya faradhi kuna rakaa ngapi? raka raka raka tano. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu kwa la oahuyo akusaidie kaka mkubwa. <As> salamu aleikumaeukaunata <laughs> nani anababuali yeah. Naomba uniambia Babu Ali. Kwa siku muislamu anatakiwa <laughs> swali raka ngapi za swala ya faradhi? <laughs> <Raka? laughs> ume Bana umechemsha bwana, shehe wangu. Salamu aleikum mambo <laughs> vipi? <laughs> uneta nani? <laughs> Ahmadine. Ahmadine. Majid. Naomba nimwambie kwa siku Muislamu anatakiwa aswali rakaa ngapi za swala ya faradhi? Tano. Kumi na mbili. Kumi na mbili? Ah umechemsha bwana. Mimi nasema nne. Nne. Kuanzia swala ya fajiri mpaka isha. Ndio maana yake. Rakaa kumi na saba. Rakaa ngapi? Kumi na saba. Takbir. Allahu Akbar. Mesikia jibu rakaa ngapi? Kumi na saba. Okay. Zawadi yako bwana hii hapa inshallah. Tunaomba ufungue basi hii, uh. Mashallah, hiyo ni zawadi yako. Neno lako, Waislamu, nawambiaji kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini. Waislamu sote tuna haki ya kujua umuhimu wa kujua dini yetu, kwa sababu ndio sababu ya sisi kuumbwa kwetu. Kwa sababu Allah ametuumba kwa makusudio sisi tuje kumwabudu yeye tu. Swala, riziki Allah amesema faidha qudiyat swala fantashiru fil ardhi fabtaghu min fadhlillah, kwa hivyo sisi hatupasi kuwa na hofu juu ya riziki. Kwa hiyo tunaposikia mnadi wa swala, suari, tunataka tuswali na mambo mengine pia tunataka tuyajue, kwa sababu mengi miongoni mwa sisi waislamu hatujui hususan hasa katika masuala ya ndoa, na ndio maana na sana tunaoa asubuhi jioni tunaacha, kwa sababu wengi wanaume hatujui haki ya mke kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, mume wewe. Asante. sa... mume kwa mume wewe, inshallah. Asante Sheikh Jafar. Haya barakallahu fik. Ha, bado naendelea kwa challenge wa Waislamu mbalimbali ambao na nakutana nao. Sheikh Ramadhani naomba niambie kwa siku moja yenye masaa 24. Muislamu anatakiwa aswali rakaa ngapi za swala ya faradhi? Hilo limenishinda kidogo Sheikh. Hasa na mimi nakuuliza swali bwana. Kwa siku Muislamu anatakiwa aswali rakaa ngapi katika swala za faradhi? Sio swala rakaa ngapi katika swala ya faradhi? Laka... kama sita hivi. Street Daawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Ngisi unauzaje, ndugu yangu? Mbona eh, bei sana mwanangu. Tunaambia baga moyo huku vitu raisi raisi. Hey, inategemea jinsi nilivyonunua. Sometimes wanakuwa tunanunua bei kubwa, kwa hiyo tuna... ukiuza elfu tano kwa mtu unakuwa upati faida faida, ila 6000 nitauza. Sawa. Mimi nakuuliza swali ndugu yangu. Kwa siku moja yenye masaa 24. Sawa. Muislamu anatakiwa aswali rakaa ngapi? Swala ya faradhi. Sikiliza swala vizuri, kwa siku kuna rakaa ngapi za swala ya faradhi kwa siku? Kwa siku moja kumi na saba. Takbir, Allahu Akbar! Mashaallah, brother ameupiga mwingi sana. Tunampa zawadi yake. Tunaomba ufungue hapo tuambie kuna nini. Mashallah, hiyo ya kwako bwana. Neno lako, Waislamu unawaambiaje kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya, ya dini? Uh, tujitahidi, tujitahidi, tujitahidi kujifunza tusichoke, hata kama umri umeenda tusichoke kujifunza. Eh, tusichoke kujifunza. Street dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. kwa siku moja nyuma saa 24 kuna rakaa ngapi za swala ya faradhi? Sio swala, rakaa ngapi za swala ya faradhi? Rakaa tano. Mama yangu, salamu alaykum. Mzima? mzima. mzima. Swali so, langu umelisikia mama <laughs> yeah. A -a kwa siku moja <laughs> yenye masaa 24 mwislamu anatakiwa swali rakaa ngapi? Yaani, kuna rakaa ngapi za swala ya faradhi sio swala, rakaa rakaa. Tano. Adhuri na rakaa ngapi? 4. 4. 4. Alasiri nne, jumla ngapi zinakuwa? Nane. Nane. Nane. Magharibi tatu, nane jumlisha tatu, kumi na moja. Isha nne, kumi na moja jumlisha nne, kumi na ngapi? kumi na tano sawa? Sawa, alfajiri ngapi? Ndini, inakuwa ngapi? kumi na saba kumi na saba. Hilo ndio jibu mama angu. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Kwa siku moja yenye masaa ishirini na nne kuna idadi ya raka ngapi za swala ya faradh? 50. Raka 17. 17. Raka ngapi? Mashallah, takbir. Sheikh Khalifa amepata hapa. hapa. Zawadi yako hii hapa. Naomba ufungue hapa. Eh, ufungue angalia kuna nini huko bwana? Eh. Ni zawadi. Hiyo zawadi yako. Mashallah. Unawaambiaje Waislamu kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini? Nawashauri na nakuwasihi na kwamba swala la kujifunza dini ni swala muhimu kuliko mambo yote tulionayo hapa duniani. Kwanza umfahamu Allah, unavyoweza kumwabudu alafu ndio mambo mengine yaendelee. Mtazamaji, sehemu ya kwanza ya Street Dawa imeisha hivi kwa sasa, twende katika sehemu ya pili, na hapo itakuwa ni wao kwa wao. Twenzetu Street Dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Mtazamaji, sasa ni bato ya watu wawili, bwana Haji Abdala. Haji Abdala na Ramadhani Ali, maswali ni mawili sawa. Mmoja anauza swali, anajibu alafu anauliza mwingine, sawa? Sheria ni kwamba swali unalouliza, kisha jibu Jibu jibu unafanyaje? unafanyaje? kwa Kwa sahihi. Nalijua wewe unalo kile ambacho, yeah. unakiuza yeah. so, no, yeah. Eh. Atakayeshinda tunampa zawadi, sawa? Nani ataanza kumuuliza mwenzake? Katika katika Uislamu swali ndoa. Kwa mfano labda mkeo umemwacha, alafu siku ngapi na anataka wapi? swali lake? Sema. Katika Uislamu mke mtu akimwacha wa mke wake huyo mke atakiwa kaeda siku ngapi, alafu hizo siku azikalia wa akiwa wapi? mwanangu e. Mbona jamaa amfanya kama shehe hivi? Haya, twenzetu haya. Eda atakiwa siku 30 siku 30 akae e. Wapi akae? nyumbani kwake siku 30 zipite baada e. e. Inaisha, imeisha. Kakosa imeishameishaa usahihi jibu lake ni, ni ngapi? Miezi mitatu. Miezi mitatu. Sawa, anakaa wapi nyumbani kwa mume wake sawa? Safi kabisa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Jamaa anaongoza moja huyo mm. Twenzetu na <laughs> yeah. na yeye swali. swali. Nguzo za Kiislamu Nguzo za Kiislamu ni ngapi? Zipo tano. Tano. Tano. Tano. Kapata kakosa? Kapata ya kwanza. Ah, kwanzaa tu ngapi? Kisha jibu hiyo imetosha, yeah. Swali la kwanza limeisha. Limeisha. Sawa? yeah, yeah. Yeah, ipo kwenye eda nimemwacha. Na eda haijaisha. Nimepata kama moja eh. Hiyo eda haijaisha nataka e, nataka umrudie um, uf, umwambieje hiyo eda haijaisha, nataka umrudie e, atakiwa umwambieje? Umemsikia swali lake, asema eda inaisha, amemwacha e. e. e. mke wake, kabla eda haijaisha, sasa akakumbuka, ataka amrudie tena mke wake, atakiwa amwambieje ili awe mke wangu, awe mke wake, mke wangu ninayekurudia. Mke wa Mtume Muhammad wa kwanza alikuwa ni nani? Bi Aisha. Kapata kakosa? Kapata eh. Ya Aisha. Ha. Kapata. Haya, mimi naua mtanange huyu ameshinda kwa sababu umeuliza swali ambalo wewe jibu hauna. Mke wa kwanza wa mtume sio Aisha. Mke wa kwanza wa mtume ni Khadija, kwa hiyo bwana unashinda kwa sababu huyu ameuliza swali ambalo jibu e. Kwa hiyo wewe ndo mshindi wetu siku ya leo yeah. Zawadi yako hapa. Hapo <laughs> kuna nini munguwa? Mashallah hiyo zawadi yako, asanteni sana dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu, mtazamaji. Hapa battle ya watu wawili inaendelea. Hapa niko na msafiri, niko na Musa, sio okay, msafiri Musa, hapa mnaulizana maswali mawili ya dini, anaanza mmoja, nafata mwingine. Hakikisha swali unalouliza jibu unalo, ukiuliza swali kama jibu hauna tutakata max tunampa huyu, sawa. Atakaye shinda hapa tunampa zawadi, sawa. Nani ataanza kumuuliza? Sawa maswali ya dini, sawa ya Uislamu. Bismillah, msafiri karibu sana, ehe. Haya, asante. Sante takusikia tu mimi. Bwana Musa mimi nakuuliza nguzo za Uislamu ni ngapi? Umesikia swali lake? Naam. Mm-hmm. Nguzo za Uislamu ni tano. Kapata kakosa? Kapata. Safi, twende na wewe swali moja. Mhm. Mm. Mtoto wa mtume wa kwanza ni nani? Mhm. Mm. Mtoto wa kwanza wa mtume ni nani? Mtoto wa mtume wa kwanza ni Fatuma. Amepata, amekosa? Fatuma. Wewe mwenyewe manake hujui. Mwenyewe sijui. Sawa, huwa anachukua max tayari, ile moja ambao umepata na hii moja ya huyu inakuwa tayari ngapi? Mbili. Mbili. Mchezo utakuwa umeishia hapa. Asante kwa kushiriki, tunampa zawadi ndugu yetu huyo hapa. hiyo ni yeye tena kwa sababu ya so yangu <laughs> Mtazamaji wa Kishki TV Street Daawa, leo imeisha hapa, na leo nilikuwa hapa maeneo ya Bagamoyo, maeneo ya baharini kabisa, katika soko hili la samaki. Umeweza kusikia challenge ya kwangu na wao, lakini pia challenge ya pili baina ya wao kwa wao na mimi. Umefurahi na umeenjoy pia. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Nyuma ya kamera ni Omi, the way, Omari Salum Nyanga mimi ni mwana wa, Mashi. Alaikum, wa, rahmatullahi, wa. Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdullahi mwana wa Maalim Mashi, Street Dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu.